Na jopo maalum la kushughulikia dhuluma za kijinsia limeahidi kuhakikisha kuwa mapendekezo yake ya mwisho yatashughulikia ya masuala yaliyoibuliwa na kutoa suluhu zitakazokomesha mauaji ya wanawake na ongezeko la visa vya dhuluma za kijinsia. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa shughuli ya kushirikisha umma, mwenyekiti wa jopo hilo Nancy Barasa alisema kuwa wamepokea mapendekezo muhimu ambayo yatajumuishwa katika ripoti hiyo ya mwisho. But please, uh, if you will... jopo kazi maalum kuhusu dhuluma za kijinsia liliendelea na shughuli yake ya kushirikisha umma leo katika jumba la mikutano ya kimataifa KICC. Vikao vililenga kubuni sera, kuimarisha mifumo iliyopo na kutoa mapendekezo ya hatua madhubuti zitakazochukuliwa. Mwenyekiti wa jopo kazi hilo, Nancy Baraza, alisema maoni ya wananchi na wadau wengine yatawianishwa

Mwenyekiti wa Tume ya Taifa na Jinsia na Usawa Rehema Jaldesa alisema ipo haja ya kuziwezesha jamii kutupilia mbali mila na desturi zinazoendelea kuathiri hatua zilizoafikiwa katika kukabiliana na uovu. Jopo hilo lilipewa siku tisini kutekeleza jukumu lake. Linasema huenda likaomba kuongezewa muda zaidi, baada ya muda wake utakapokamilika katika siku sita zijazo. Dorine Arange, Darubini.